Wenye huduma ya kumsifu Mungu na kumshukuru, utaona matokeo utaona kwa maisha yako. Haleluya, haleluya Amen. Tofauti, tofauti kati ya kumshukuru Mungu na asante. Hiyo mm, iyo ndio shukurani ni kuugusa moyo wa Mungu, lakini asante haiwezi kuugusa moyo wa Mungu kwa sababu asante kuna unafiki ndani.